Watanzania wanashangaa. Bwana e. Watanzania wamebaki vinywa wazi, hawaelewi kuna palika hawaelewi nini, nini kinaendelea. They've been shocked bro. Yani wanajiuliza kwani hawa, ya wajua wanasemaje? Wanasema Kenya sio nchi. Eh. Hey. Kenya ni kishikilio cha dunia. Haki ya Mungu, wanaulizana hivi, kwa kweli kumbe wananchi wanaweza andamana tu kwa sababu ya mambo kadha kwadha yanaendelea pale nchini. Maanake wakikumbuka pale kwao inakuwa barabaini mbeli wasikia. Skia Ski hivi. Hey. Unajua, unajua Kenya sio nchi, kile ni kishikilizio cha yani dunia. Yaani dunia iko hivi, alafu kuna kile kinachoishikilia dunia. Ni Kenya yenyewe, sawa. Leo ni maandamano. uhum. Lakini kilichonishangaza kuna watu wanaandika usia usia, mnahitaji huko kwenu usia? Naandika kwa mfano, ama wili fulani fulani, nimezaliwa tarehe fulani fulani, nimekufa tarehe fulani fulani. Okay, for example Sabato Peter amezaliwa mwaka elfu moja mia tisa sabini amekufa tarehe ishirini na tano mwezi wa sita uh -huh, elfu mbili na ishirini uh -huh, na tano. Ndicho hicho wanachokifanya. Hey, guys yani, kuna Wakenya tayari wameishajipeleka mbinguni wenyewe tayari wameisha andika usia wameisha jipeleka mbinguni wenyewe uh -huh. wameisha lipia na mochwali <laughs> <Ani? laughs> wameshalipia <laughs> <laughs> oh, mochwali wenyewe sasa. uh -huh. Hivi wako zao mbinguni hata, yeah. Kabla hawajafa wameshajifia tayari, oh. <laughs> Kenya ni kishikilizio cha dunia ya dunia, iko hivi sasa, kuna ile sehemu imeshikiliwa, ndio Kenya imeishikilia dunia, pigo tena. <laughs> Zaidi watu wako tayari mbinguni huko, wanapiga <laughs> <laughs> <Malapika laughs> stori na malaika Gabriel. hey. <laughs> <laughs> kwa kweli watu wako mbinguni di e. watu wako mbinguni unajua tunaweza e. <tosana> <tosana> dhani Kenya ni nchi kumbe ni asylum ya dunia. Malaki, with everything that is going on, Naam. najiuliza swali ha? imefikia mahali tunafanya dark humor mpaka mtu anasema jamani, leo Kuweni makini, ukipigwa risasi yako rudi nyuma, wengine wapate ziko za kutosha. Sasa what is that